Kujipatanisha na Mungu baada ya maanguko ni jambo la msingi sana, muamini mwenzangu. Mara ya mwisho kutubu ni lini? Na matendo yako mpaka sasa yapo vipi? Mkristo Mkatoliki mwenzangu, tujitahidi turudi kwa Mungu Baba yetu mwema. Karibu leo tujifunze kuhusu toba na aina zake na undani wake. Tuanze. Toba ni nini? Katika mwanga wa mafundisho ya Kanisa Katoliki, toba ni tendo takatifu la kuongoka moyo, kujuta kwa dhambi, kuacha uovu, na kurudi kwa Mungu kwa upendo na unyenyekevu. Ni zaidi ya kusema samahani. Ni mabadiliko ya ndani yanayoonekana pia katika maisha ya nje, tabia, maamuzi na matendo. Kwa mujibu wa Biblia: Neno toba limetokana na neno la Kiebrania shuv kurudi, na Kigiriki metanoia kubadilisha nia. Yesu mwenyewe alianza huduma Yake kwa kusema, Tubuni, kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Mathayo nne kumi na saba. Kwa hiyo, toba ni kurudi kwa Mungu, baada ya kujitenga naye kwa dhambi majuto ya kweli moyoni, si kwa hofu tu, bali kwa upendo. Uamuzi wa kuacha dhambi, si kuahirisha, bali kuchukua hatua. Kutafuta msamaha, kupitia sala, matendo ya toba, na hasa sakramenti ya kitubio. Kuponya uhusiano, kati yako na Mungu, na kati yako na watu wengine pia. Kanisa Katoliki linatufundisha Toba ya ndani ni kurudi kwa Mungu kwa moyo wote, kuachana na dhambi, na kutamani upendo wake zaidi ya kila kitu. Mfano wa toba ya kweli: mwana mpotevu, Luka 15:11-32. Mtoza ushuru aliyegonga kifua chake: e Mungu, nihurumie mimi mwenye dhambi. Mtakatifu Petro alipotubu kwa machozi baada ya kumkana Yesu, Luka 22:62. Aina kuu za toba katika Kanisa Katoliki. Moja, toba ya ndani toba ya moyoni interior repentance. Hii ni kuongoka kwa dhati kutoka moyoni, si kwa maneno au nje tu. Ni tendo la kujuta kwa upendo contrition na kuamua kuacha dhambi. Hii ndiyo mizizi ya toba ya kweli, na ndicho kipimo cha Sakramenti ya Upatanisho kuwa halali. Katekisimu ya Kanisa Katoliki: toba ya kweli ni ya ndani kabisa. Ni kurudi kwa Mungu kwa moyo na akili. B, toba ya sakramenti, kutubu kwa sakramenti ya upatanisho. Hii ndiyo njia rasmi ya kutubu kwa Mkristo aliyebatizwa. Inahusisha kujuta kwa dhambi contrition, kukiri dhambi confession, kufanya toba penance kupokea ondoleo absolution kutoka kwa padri kwa mamlaka ya Kristo. Ni neema ya kipekee ya sakramenti ambayo huondoa dhambi za mauti na dhambi nyepesi. tatu Toba ya kimaadili, matendo ya toba penance exterior acts. Hii ni namna ya mtu kuonyesha kwa vitendo majuto yake: kufunga, kusali, kutenda matendo ya huruma, kuchukua maamuzi ya kuacha vishawishi au dhambi. Mta Yohane Mbatizaji alifundisha tuzalishe matunda ya pasayo toba, Mathayo tatu nane. Kanisa linaelekeza matendo haya hasa katika vipindi vya toba kama Kwaresma, Ijumaa Kuu au hata binafsi kwa mtu anayetaka kukua kiroho. Zaidi ya hapo kuna tofauti ya aina za majuto ya toba. Kanisa pia hufundisha kuhusu aina aina mbili za majuto. Contrition. Aina ya majuto maelezo. Majuto ya mapendo. Kujuta kwa sababu tumemkosea Mungu ambaye tunampenda, si kwa sababu ya kuogopa adhabu tu. Hili linaweza kuondoa dhambi hata kabla ya kwenda kwa padri, lakini bado inapaswa kufuatwa na sakramenti. Majuto ya kawaida, kujuta kwa sababu ya kuogopa moto wa jehanamu au matokeo ya dhambi, Linatosha kwa kupokea sakramenti ya upatanisho. Kwa muhtasari, aina za toba kuu ni tatu: toba ya ndani ya moyo, toba ya sakramenti kwa kitubio, toba kwa matendo ya nje, maadili, matunda ya toba. Natumaini umejifunza kitu.